Bwana, mchakato wa kupiga kura kwenye tuzo za Grammy si wa haki kabisa. Hebu fikiria hivi, binti au mtoto wa msanii wa Marekani Beyonce, Blue Ivy tayari ana tuzo ya ya Grammy, lakini Nicki Minaj bado hana hata moja. Nicki Minaj amekuwa akiteuliwa mara kumi kwenye tuzo za Grammy, lakini hajawahi kushinda hata mara moja. Mara nyingi anajikuta akishindana na wasanii wanaofanya aina tofauti ya mziki, hasa mziki wa pop ambao huwa na nafasi kubwa zaidi ya kushinda kwenye tuzo hizo, wakati nyimbo zake ni aina ya rap. Kwa nini kila anapoteuliwa washindi uwa ni marapa ambao hata hawakustahili. Nicki Minaj mwenyewe anaamini kuwa kuna watu kwenye tasnia ya mziki wasiopenda kuona akishinda. Lakini je, unadhani ni kweli kuwa Grammy zina upendeleo dhidi ya Nicki Minaj au ni yeye mwenyewe hajawahi kustahili kushinda? Niachie kwenye comment section. Bwana, unajua kwamba msanii wa Marekani Drake ana historia mbaya sana ya kufanya kazi na wasanii wa Afrika. Manake mwaka 2017 Drake na Burna Boy walikutana nchini London na kupanga kufanya kazi pamoja kwenye project moja. Burna Boy alituma nyimbo tano kali, lakini moja tu iliyoitwa More Life ndio iliyochaguliwa na alihakikishiwa kuwa wimbo huo ungekuwa sehemu ya projekti hiyo. Lakini cha kushangaza, Drake alifanya jambo la kusikitisha sana. Kwanza aliita projekti yake yote More Life, kisha akachukua wimbo wa Burna Boy na kuukata vipande vipande hadi ukawa hujulikani tena, na akautupa kwenye outro ya wimbo wake mwingine unaoitwa Get It Together kwa namna isiyoeleweka. Mbaya zaidi hakumpa Burna Boy heshima yake inayostahili kwa kazi yake. Lakini je, unadhani Drake alimdharau Burna Boy kwa kitendo hiki au hii ni kawaida katika mziki wa kimataifa? Niachie kwenye comment section. Bwana, msanii wa Marekani Drake amepata usiku mbaya zaidi wa maisha yake, manake Kendrick Lamar alimwaibisha vibaya kwenye Super Bowl halftime show, lakini kilichofanywa na wapenzi wake wa zamani Serena William na SZA kitakuacha kinywa wazi. Katika jiji la New Orleans ambalo ni jiji la msanii Lil Wayne, Kendrick alianza show kwa kuhakikisha Drake anapata aibu ya mwaka. Taylor Swift na Ice Spice walikuwepo pia, lakini mshangao mkubwa ulikuwa Serena na SZA kuibuka ghafla. Halafu Kendrick akatazama moja kwa moja kwenye kamera na kusema maneno haya kwenye mistari yake. Sema Drake, sema na kusikia. Bora nisiwahi kuingia sell block 1. Like Mwisho you like kabisa. Kendrick akamwambia Drake zima hii TV, zima hii yes. Lakini je, baada ya hii Super Bowl halftime show unadhani Drake atajibu au atakaa kimya? Niachie kwenye comment section.

Bwana, watu wengi hawajui hili manake, wakati marapa wengi wako kwenye starehe, rapa kutoka London Central Cee anachukua njia tofauti kabisa. Maisha yake si kama unavyodhani, manake jamaa hakunywi pombe, haendi klabu, hana mahusiano ya kimapenzi na hata atizami TV kabisa. Lakini hapa ndipo mambo yanapokuwa ya kushangaza zaidi, manake muda wake wa kutumia simu uko juu sana. Anaweza kuscroll au kukaa Instagram kwa masaa sita mfululizo bila kusimama. Zaidi ya hayo, anabaki kuwa wakweli kwa maisha yake ka karibu na familia na marafiki badala ya kufuata maisha ya starehe. Lakini je, maisha ya Central Cee bila pombe, klabu na mahusiano ni mfano wa kuigwa au ni magumu sana kuishi? Niachie kwenye comment section yeah. Bwana hivi nini kinaendelea na msanii wa Marekani Rihanna? Sasa hivi manake, tuliangalia dunia nzima ikijaribu kufuta kipaji kama Chris Brown na hakuna aliyefanya chochote kuhusu hilo. Alijitahidi peke yake huku sisi tukitizama tu. Hivi ndivyo Rihanna alivyosema alipoulizwa kuhusu msanii Chris Brown. Rihanna aliendelea kwa kusema hivi, najisikia vibaya kwa ajili yake. Kwa kweli, lazima tumheshimu Chris Brown, manake alikuwa peke yake katika tasnia. Vyombo vya habari vilimfuta, lakini hakukata tamaa. Tuliangalia akifanyiwa maneno mabaya na hatukufanya chochote. Leo hii anang'ara na kila mtu anasherehekea mafanikio yake. Hebu fikiria kama naye angekata tamaa, tungeweza kupoteza kipaji kikubwa kama chake. Lakini je, kwa maoni yako, tunapaswa kujifunza nini kutokana na safari ya Chris Brown kwenye muziki? Niachie kwenye comment section.